Yusufu aliendelea kufanya kazi kwa uaminifu kama alivyokuwa akifanya siku zote. Kila asubuhi alipoamka, alichagua kufanya yaliyo sawa. Alizungumza kwa uaminifu. Aliwatendea watu kwa wema. Alifanya kazi kwa mikono makini na moyo mpole. Hata wakati hakuna mtu aliyekuwa akimtazama, Yusufu alikumbuka kwamba Mungu alikuwa akimtazama na hilo lilimtosha. Hakujua siku hiyo ingemletea nini. Alijua tu ni mtu wa aina gani alitaka kuwa. Yusufu alijitahidi kumheshimu Mungu katika maamuzi madogo, katika jinsi alivyoongea, jinsi alivyomsikiliza mwingine na jinsi alivyokataa uovu, hata pale kufanya yaliyo sawa kulipoonekana kuwa kugumu. Lakini siku moja jambo lisilo la haki lilitokea. Mtu fulani alimsingizia Yusufu kwa uongo. Sio uongo mdogo, sio kutoelewana kwa bahati mbaya. Ilikuwa ni uongo mkubwa, uongo uliopotosha ukweli na kumfanya Yusufu aonekane na hatia ilhali hakuwa na hatia, uongo ambao watu waliuamini bila kumuuliza Yusufu kilichotokea kweli. Yusufu hakupata nafasi ya kujieleza. Hakupata nafasi ya kujitetea. Uongo ulienea kwa haraka, na kabla Yusufu hajaelewa kinachoendelea, maisha yake yalibadilika tena. Mikono yenye nguvu ilimchukua. Milango mizito ilifunguliwa, kisha ikafungwa. Sauti ilirindima hewani, kisha ikatulia katika ukimya. Yusufu alikuwa gerezani. Hewa ndani ilikuwa baridi na tulivu. Kuta zilikuwa za mawe magumu, zikiwa mbaya chini ya vidole vyake. Mwanga uliingia kupitia mianya midogo, lakini ulikuwa hafifu na mtulivu, kama jioni isiyoingia kabisa kuwa usiku wala mchana. Yusufu alikaa chini polepole. Pole, Moyo wake ukidunda kwa nguvu. Alikuwa amejitahidi sana kufanya yaliyo sawa. Basi kwa nini alikuwa hapa? Kwa muda fulani, Yusufu alihisi kimya sana moyoni, kama wimbo uliokuwa ukipigwa ghafla ukasimama. Mawazo yake yalitembea taratibu. Kifua chake kilihisi kizito. Alitazama sakafu ya mawe na akauliza moyoni mwake, ikiwa Mungu angeweza kumwona. Hapo ndipo, kama mwali mdogo uking'aa gizani, Yusufu alikumbuka jambo muhimu. Mungu alikuwa pamoja naye alipokuwa shimoni, ndugu zake walipomuumiza na kumwacha peke yake. Mungu alikuwa pamoja naye alipokuwa Misri, alipokuwa mbali na nyumbani na kila kitu kilipoonekana kipya na cha kuogofya. Basi Mungu angekuwa pamoja naye hapa pia. Mungu hakuwa amebadilika. Yusufu alivuta pumzi ndefu, aliinamisha kichwa chake na kuzungumza kwa sauti ya chini sana kiasi kwamba haikurejea hata kwenye kuta za mawe. Mungu alisema, sielewi kinachotokea, sijui kwa nini haya yamenitokea, lakini najua wewe bado ni mwema. Tafadhali kaa karibu nami. Na Mungu alikaa. Siku zilipita, kisha siku nyingine. Gereza halikuwa mahali rahisi. Wakati mwingine lilikuwa na kelele wakati mwingine tulivu. Halikuwa na faraja. Halikuwa mahali ambapo Yusufu alitaka kuwa, lakini Yusufu alichagua tena na tena kubaki mwaminifu. Aliwasaidia wengine alipopata nafasi, alisikiliza mtu alipohitaji kuzungumza, alishiriki maneno ya upole, hata wakati moyo mwe wake mwenyewe ulikuwa umechoka. Alifanya kazi kwa uangalifu, akifanya kila kazi kwa kadiri ya uwezo wake. Yusufu hakuruhusu uchungu kukua ndani yake. Hakuruhusu hasira kutawala mawazo yake. Huzuni ilipokuja, aliileta mbele za Mungu. Hofu iliponong'ona usiku, alikumbuka kwamba Mungu alikuwa karibu. Polepole pole, watu walianza kumtambua. Waliona kwamba Yusufu alikuwa thabiti na mtulivu. Waliona kwamba angeweza kuaminiwa. Waliona kwamba hakulalamika hata ingawa alikuwa na sababu nyingi za kulalamika. Yule aliyekuwa akisimamia gereza alimwangalia Yusufu kwa makini. Aliona jinsi Yusufu alivyoshughulikia majukumu. Aliona jinsi alivyowatendea wengine kwa haki na uangalifu. Na si muda mrefu, Yusufu pia alipewa majukumu pale gerezani. Sio kwa sababu gereza lilikuwa mahali pa furaha, bali kwa sababu uwepo wa Mungu unaweza kujaza hata vyumba vyenye giza zaidi. Maisha ya Yusufu hayakubadilika ghafla kuwa rahisi. Kuta za mawe bado zilikuwepo. Milango bado ilikuwa imefungwa. Lakini kulikuwa na kitu cha joto na thabiti kilichoishi ndani yake. Tumaini. Wakati mwingine kufanya yaliyo sawa hakuletei thawabu za haraka. Wakati mwingine huonekana kana kwamba hakuna anayeyaona wema au uaminifu wako. Wakati mwingine hujisikia kana kwamba umesahaulika. Lakini Mungu hasahau kamwe. Mungu huona kila chaguo linalofanywa kwa upendo, huona kila ton la machozi, husikia kila ombi linalonong'onwa gizani. Upendo wa Mungu hauzuiliwi na hali haitegemei faraja au mafanikio. Haupotei mambo yanapoharibika. Upendo wa Mungu huangaza kwa utulivu, kama taa ndogo katika chumba chenye giza, thabiti na wa hakika. Usiku mmoja baada ya siku ndefu, Yusufu alilala juu ya godoro nyembamba na gumu. Mwili wake ulikuwa umechoka, mawazo yake yalikuwa mazito. Alifumba macho na kuwazia mkono wa Mungu ukipumzika kwa upole juu ya bega lake. Sio mzito, sio wa kuogofya, bali wa joto na wa uthabiti. Yusufu alivuta pumzi taratibu, kisha akaiachia polepole naye akalala. Sasa lala kwa upole, mpendwa. Ikiwa siku moja utahisi maisha si ya haki, mkumbuke Yusufu, nyuma ya kuta za gereza. Kumbuka kwamba hata milango ilipofungwa Mungu alibaki. Hata mwanga ulipokuwa hafifu, upendo wa Mungu haukupotea. Ikiwa utahisi peke yako, jua hili: Mungu yuko pamoja nawe pia, katika mahali pa furaha na katika mahali pa gumu, katika siku zenye mwanga na katika usiku tulivu. Mungu anakupenda katika mwanga na katika giza. Anashikilia hadithi ya maisha yako kwa upole, hata wakati huoni inakoelekea. Pumzika sasa. Uwe jasiri. Uwe na amani. Mungu yuko karibu. Naye hatakuacha kamwe. Usiku mwema.